Ili kupata habari zetu kila siku, tafadhali bonyeza subscribe kisha alama ya kengele. Bengo TV. Kwa maana tukitazama dunia mule ndani kila ambacho tunakiishi kipo, yani ulijua tu kutafuta huyu akaye hapa huyu akaye hapa huyu akaye hapa huyu akaye of course ni, ni hadi ambayo nilikuwa na muda mrefu kidogo mm -hmm. nilikuwa naisikilizia tu kwamba right time ikifika nitaanza kuifanya. Kipi kilionyesha kwamba huu ndio muda sahihi wa kuleta Unajua ni time ambayo kulikuwa na mambo mengi financial na nini na nini maneno kibao. Kwa nikajua kabisa this time inabidi sasa nirudi, nikae sawa pia watu wapate hela, wapate nini. Kwa lazima ufanye pia kitu kikubwa. Kwa hiyo nilijua ni nilikuwa na uhakika kama nikirudi na hii dunia na hii safari. Okay. Yeah. Sasa mapokezi ya dunia kwa upande wako yamekaaje ukiyatazama? Makubwa mno. By the way, nilitegemea itakuwa kubwa lakini, imenishangaza imekuwa kubwa zaidi. Mungu ni mwema kwa kweli, nashukuru Mungu kwa hilo kwa sababu kitu ambacho najivunia dunia imefanikiwa, ambacho na uhakika watu wengi hawajawahi kupata hicho kitu. Okay. Naweza kusema wote wa YouTube. mm -hmm. kitu ambacho dunia imefanikiwa cha pekee mm -hmm. ni kufanya watu wengi ambao walikuwa ha hawaangalii Bongo Movie wakaanza kutazama, waka kutazama kufuatilia so, so wengi, ushahidi yani, nikikuonyesha unaweza ukachanganyika. Watu wengi yani, classes zote, matajiri, viongozi, watu gani wote ambao walikuwa wanateki hizi tu YouTube, wanaangalia tu watu oya, kila mtu anaangalia dunia Natamani nifahamu kitu uh, uh, mpunga ambao umeuwekeza kwenye hii series umesharudi tayari ama umepata zaidi ya ule unajua? Unajua, wakati naanza Dunia, msitaki kuongopa, sikuanza na bajeti kubwa, yaani okay, nilikuwa kipindi ambacho niko hovyo. Kwao nilianza pia kwa kudema dema to be honest, sina vizuri kwa hela ya kawaida tu, nilikuwa na namna. Unaona kuna baadhi hata vitu vingine sometimes unaona ilikuwa na kaza, yani unaelewa. Kwa hiyo nikisema kwamba niliweka mpunga uongo, mimi sina gaibu mambo ya uongo uongo. Ilikuwa kawaida na mpaka sasa hivi, to be honest, Mungu anasaidia, dunia imeturudisha kwenye ramani. Sasa hivi wasanii wote wanalipwa, tunafanya kazi kwa raha yeah, of course na mtaendelea kuona maendeleo yetu. Yes, ya uhalali kabisa. Yaani unajua hivi vitu vikilipa vinaonekana. Ku maintain kukaa na wafanyakazi wengi kwa nafasi moja, kutengeneza kazi kubwa kama ile, tulikuwa tunategemea tuone wasanii wengi wengine. Hawapo, wameenda wapi? na pengine kwenye dunia ya vitu vingeongezeka mtu kama Latifa alikuwa ni ni mjamzito, tangu vile ana shuti ana shuti ya gano alikuwa ni mjamzito mzito. Kwa amejifungua nafikiri mwaka jana mwezi wa 12. Kwao yuko mapumzikoni. Nafikiri kuanzia mwezi wa saba mtamwona anarudi kazini.